Kwani Petro alikuwa hana mke. Petro ameenda kuvua samaki usiku na mchana hakupata kitu. Si ndio? Hakupata? Kwa hiyo inatokea mwanaume akienda Kariakoo akirudi bila kitu usishangae wala usianze kumsema vibaya. Wewe jua tu amekosa. Kuna wengine nasema ah, mimi najua umepeleka nyumba ndogo. Kumbe wala kaangaika usiku kucha. Na hakuna andiko lililosema mwanamke alihangaika usiku kucha hakupata kitu. Alipo ila linamuonda mgusa mwanaume tu alihangaika usiku kucha hakupata, ila wasio mwanamke <laughs> kwa sababu Biblia inasema apataye mke ajipatia kibali. Si mnaelewa vizuri eh? Wewe ukitaka kujua kwamba mwanamke na mwanaume aliye na kibali ni mwanamke, tukasimame pale barabarani wawili, mimi na wewe, utasikia tu dada, nikubebe, unataka kwenda, twende, unaenda wapi? Lakini hawezi kuuliza mwanaume unakwenda wapi? Jaribu kufanya hiyo, utaona uta...